Na mtazamaji na mwanafunzi wa gredi ya saba katika shule ya msingi ya Esirisia eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia, amenusurika kutoka mikononi mwa watekaji nyara, baada ya kufanikiwa kutoroka. Mwanafunzi huyo anasema alipitia kwenye shimo lililochimbwa chini ya waya unaozingira boma alimokuwa amewekwa pamoja na wenzake wanane. Kulingana na mwanafunzi huyo, alitekwa nyara na watu waliokuwa kwenye gari moja. Watu hao walimfunika uso na kumrusha kwenye gari ambapo alipoteza fahamu na kujikuta kwenye boma lililoko ndani ya msitu. Alikuwa wakuta wenzake saba wakifanya kazi ya kulima kwenye shamba la mahindi. Nilipopigiwa simu nikaambiwa mtoto wako Mdika. Kwanza nilishtuka nikauliza, mtoto yupi? Wakaniambia mtoto wako ndio huyo. Walipompea simu mtoto ananiambia alishikwa na watu ambao hakuelewa ni kina nani, kwa gari akapelekwa Abuko, e, msituni kwa milima huko. So nilichukua pikipiki spidi kufika pale Mndika. Nilipofika Mndika, nikapata kweli watu wamezingirwa pale kwa mtoto, mtoto anawaelezea venye kulienda. Kuna watoto wengi sana ambao wamenusurika, wengine wanatoka shuleni, gari linasimamishwa, alafu wanaanza kudanganywa na Sudan, Sudan.